Magonjwa yasiyoambukiza kitakwimu yanaelezwa kuwa tishio zaidi ulimwenguni, ambapo kwa mujibu wa Wizara ya Afya ni kuwa magonjwa hayo yanachangia zaidi ya asilimia thelathini ya vifo vyote nchini. Sababu kuu inayochangia ongezeko hilo ikitajwa kuwa mtindo wa maisha, upande wa magonjwa ambayo sasa hivi yanaathiri sana ukiangalia kuanzia miaka 30, 30 kiumri na kuendelea ni magonjwa kama Pressure, shinikizo la damu la juu ambayo hili sasa inapelekea watu wanapata kiharusi ambayo kitaalamu inaitwa stroke. Pamoja inaweza ikaathiri ka, kabisa moyo wanapata heart failure, lakini pia wanapata changamoto za, za figo. Gonjwa lingine ambalo ni kubwa ambalo linaathiri sana sasa hivi kizazi chetu ni sukari. Kwa sababu ambazo binadamu hawezi kuzuia kwanza ni umri. Tunajua umri unavyozidi kwenda kuna baadhi ya viungo vya mwili vinashindwa kufanya kazi vizuri. Kitu kingine ni kurithi au historia ya familia, lakini kuna zile sababu ambazo kama binadamu na kutokana na maisha yetu tunaweza kuzizuia. Kwanza ulaji usiofaa. Sasa hivi uh, tuna, tuna, tuna, tunatumia sana hizi fast food, chipsi mara pizza, baga ambazo zina mafuta mengi sana. Kwa hiyo unajikuta watu wanapata changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza kutokana na ulaji usio usiofaa. Sababu nyingine inayosababisha uh, ni watu kutokufanya mazoezi sasa hivi unakuta kijana anaurefu, ana urefu ana BMI labda ya 40 ana uzito uliokithiri. Ulaji usiofaa ni moja ya sababu zinazotajwa zaidi, lakini bado uelewa juu ya hili katika jamii ni kama umegonga mwamba. Kulikoni? Sababu kubwa ni wanakuambia uwepesi, mtu kutoka labda kwenda kupika au ajipikie chakula fulani, anaona kama vile hali ya uchovu, kwa hiyo anaamua kwenda kwenye swala la chipsi kwenye swala la lazania na yenyewe pia inachangia chips. Hata yani, mtoto akiwa anakataa kula chips lazima atakula laji kamili Ayu. Wengine mara nyingi wengine ni kutokana na hali ya mazingira alipo, labda hana ile hela ya kizi kununua chakula ambacho ni bora e, unakuta anakuwa anashindwa kukosa vile vyakula ambavyo ni safi. Eneo jingine linalopigiwa chapuo ni ufanyaji wa mazoezi kwa Watanzania. Wito wangu ni kwamba tujiepushe na magonjwa yasiyoambukiza. Kwanza tujitahidi sana, uwe na commitment wewe mwenyewe kwamba uwe unafanya mazoezi. Mazoezi sio mpaka daktari akuambie kwamba fanya zoezi. Mazoezi yanasaidia sana kwa afya. Mimi binafsi huwa nafanya mazoezi, natembea jioni kidogo. Eh, najua kwamba mazoezi yana faida gani. Na mimi unavyoniona hapa nina miaka 65 eh, lakini eh, bado nina nguvu zangu na afya ninayo. Naamini kabisa kwamba mazoezi haya yanasaidia. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Duniani kwa mwaka 2020 zinaonyesha kuwa magonjwa hayo yalichangia zaidi ya vifo milioni 41, sawa na asilimia 71 ya vifo vyote duniani ukilinganisha na vifo milioni 57 kwa mwaka 2016. Ahmad Ali, Habari Weekend, Dodoma. <muchilis>